Waziri Mkuu Kassim Majaliwa amesema hakuna Mtanzania ambaye atakosa huduma za UKIMWI hapa nchini, hata kama baadhi ya nchi wahisani wametangaza kupunguza misaada yake katika eneo hilo. Waziri Mkuu amesema hayo bungeni jijini Dodoma leo wakati akiwasilisha bungeni makadirio ya matumizi ya ofisi yake kwa mwaka wa fedha 2025/2026 kama ambavyo taarifa ya mwandishi wetu Joyce Mwakalinga inaeleza. Mwanzoni mwa mwaka huu Rais Donald Trump wa Marekani alisaini agizo la kusitisha misaada yote ya kigeni ikiwemo programu muhimu za kupambana na VVU kama vile mpango wa dharura wa rais wa Marekani wa usaidizi wa UKIMWI PEPFAR, agizo ambalo lilisababisha kusitishwa kwa huduma muhimu za matibabu na kinga kwa mamilioni ya watu barani Afrika. Sababu rasmi zilizotolewa za kufikia hatua hiyo ni kufanya tathmini ya kina ya matumizi ya misaada ya kigeni na kuhakikisha kuwa fedha za walipakodi wa Marekani zinatumika ipasavyo kulingana na maslahi ya taifa. Hatua hiyo ilileta wasiwasi mwingi na kusababisha mengi kuzungumzwa kupitia mkutano huu wa kumi na tisa wa bunge la kumi na mbili kamati ya kudumu ya bunge ya afya na masuala ya UKIMWI kupitia kwa mwakilishi wake Jacqueline Kainja inatoa ushauri kwa serikali iongeze kiwango cha fedha za ndani za maendeleo zitakazotengwa kupitia mfuko wa udhamini wa UKIMWI AIDS Trust Fund ili kufanikisha hatua afua za UKIMWI zinazotekelezwa bila kutegemea fedha za wafadhili kutoka nje ya nchi. Na mbili, itekeleze kikamilifu mpango wa uendelevu wa mwitiki wa mwitikio wa VVU na UKIMWI nchini HIV Response Sustainability Roadmap, ili kupata asilimia endelevu za ndani katika mapambano dhidi ya VVU na UKIMWI bila kutegemea fedha za wafadhili kutoka nje ya nchi. Serikali inatambua mabadiliko ya kisera kutoka kwa baadhi ya wa washirika wetu wa muda mrefu wa masuala ya ukimwi. Kufuatia mabadiliko hayo, serikali inachukua hatua madhubuti kwa kushirikiana na sekta binafsi katika kuimarisha uwekezaji kwenye eneo la utoaji huduma kwa waviu. Lakini pia hatua hizo zenye lengo la kuwezesha taifa letu kujitegemea zitaendelea kuchukuliwa pia katika maeneo mengine. Niwahakikishia Watanzania wote kuwa serikali itaendelea kuhakikisha huduma zinazohusiana na masuala ya UKIMWI zinaendelea kupatikana na kwa, hakuna Mtanzania ambaye eh, hata mmoja atakayeweza kukosa. Siku tatu zinatarajiwa kutumika kujadili hotuba ya bajeti ya ofisi ya waziri mkuu, huku zaidi ya shilingi bilioni 595.2 zikiwa zimeombwa na waziri mkuu kwa ajili ya utekelezaji wa majukumu ya ofisi yake pamoja na taasisi zake katika mwaka wa fedha wa 2025, 2026. Joyce Mwakalinga, Azam News, Dodoma. Basi kwa mujibu wa uh, takwimu za ofisi ya taifa ya, ya, ya, uh, ya NBS inavyoeleza namna ambavyo uh, kwa ujumla wa uh, Watanzania zaidi ya milioni 60 utaona kwamba katika makundi uh, ni kwamba Tanzania ina watu uh, milioni moja tu nukta saba unaoishi na VVU. Sasa kati ya wagonjwa milioni moja na nusu, kati ya ile watu milioni moja na laki saba, wao wanatumia eh, ARVs lakini asilimia 96 ya watu wenye virusi ni wale ambao wanaanzia kati ya umri wa miaka kumi na mitano. Kwa hivyo utaona kuna kundi kubwa hapo la vijana kuelekea uzeni ndio ambao wameathirika pakubwa, lakini vilevile tunaambiwa kiwango kipya cha maambukizi ni kwa wagonjwa elfu sitini kwa mwaka. Sasa utaona kwamba vijana wanaopata VVU ni asilimia 34 ya maambukizi mapya. Yani, hii ni kusema kwamba kiwango cha maambukizi mapya uh, kiwango cha kundi la vijana ambao wapo kwenye hiyo elfu sitini basi, vijana wanaopata VVU ni asilimia 34 ya maambukizi mapya, na basi mmoja ya madaktari ambao walishiriki katika kuandika andiko ambalo kulingana sasa na kusitishwa kwa misaada yenyewe kutoka serikali ya Marekani katika sekta mbalimbali mbali ni Dk Elisha Osati ambaye alikuja, eh, pamoja na wenzake walieleza namna ambavyo serikali inaweza ikaziba pengo la upungufu ambao unaonekana kutokana na ile misaada ya kusitishwa. Elisha Osati, karibu sana. Asante sana iwanana, nashukuru sana mm. katika andiko lenu mliona kwamba ni kwa kiwango gani uh, serikali ya Tanzania itakuwa imepungukiwa kigharama na itawezaje kuziba hilo pengo? Asante uh, sana. Uh, tukizungumzia hili maanake tunazungumzia mfuko wa, wa USAID kupitia mm. ufadhili wa uh, mfuko wa uh, emergency wa Rais wa Marekani PEFA, ambayo inachukua hela kupitia USAID na kuweza kusaidia uh, kwenye maeneo tofauti tofauti. USAID inasaidia sio kwenye afya tu inasaidia kwenye elimu, inasaidia kwenye kukuza uchumi, lakini pia inasaidia kwenye kilimo e, lakini pia kwenye afya inasaidia kwa kiasi kikubwa sana. Na ukiangalia fedha ambazo USAID wanaingiza e, kwenye afya karibu e, dola milioni e, mia nne na tisini, kwao ni hela nyingi. Na ukiangalia kwa miaka ishirini iliyopita kwa fedha ambazo wameingiza nchini kwetu ni karibu uh, tunazungumzia trilioni ishirini ambao mm. ni kama makadirio kila, kila mwaka kama trilioni moja. Mm. Point ya bajeti. Ya bajeti. kwa ni fedha nyingi sana ambazo zime, zime saidia, zinasaidia katika uh, kuendesha huduma mbalimbali sana sana huduma za afya na tukiangalia mm. eneo la, la utambuzi wa virusi mm. lakini pamoja na eneo, eneo la matibabu mm. tuangali eneo la hizi ARV wanasaidia lakini pia huduma za kina mama na watoto mm. Uh, kwa kiasi kikubwa sana uh, tusipochukua hatua madhubuti, maana yake hizi uh, programu zetu zitafata, zitaathirika kwa kiasi mm. kikubwa mm. Serikali uh, kupitia mtendaji mkuu wa, wa, wa, wa serikali, waziri mkuu anasema kuna mfuko ambao umekuwepo miaka yote tu mm. na kwamba eh, kuna namna ambavyo serikali inaweza ikajipanga ikauwezesha huo mfuko kuhudumia E, watu wenye UKIMWI na kuziba hili pengo. Andiko lenu lilishauri wanawezaje kufanya hivyo? uh, asante sana. Ukiangalia okay. mapendekezo yetu sisi baada ya kuangalia haya madhara yote ni kwamba kwanza, ule mfuko ambao iko inaitwa ATF au mm. mfuko wa kudhamini uh, uh, mapambano ya UKIMWI ambao iko chini ya TACAIDS mm. ambayo iko chini ya ofisi ya waziri mkuu ni kwamba lazima itanuliwe tulishauri kwamba itanuliwe isishughulikie isi, isi HIV tu, unaweza kuongeza TB, ongeza malaria na magonjwa mengine ya kina mama na watoto ili tuwe kama na Global Fund ya, ya ndani mm. lakini tuelekeze fedha kule. Mojawapo ya kuongeza kwa ni kwamba lazima tuongeze kwa bajeti, tuwe na maamuzi makusudi kuongeza bajeti kwenye afya wakilingana na, na mkataba wa Abuja ambao nchi za Afrika ziliingia mm. nakuwa angalau asilimia kumi na tano ya bajeti ingie kwenye afya, lakini hatujawahi kuifikia. Kwa nadhani tunatakiwa kufanya maamuzi ya makusudi ya kibajeti kuweza kuifund, lakini pili, tuangalie kwenye maeneo tofauti tofauti, uh, private public partnership kuweza kuangalia michango tofauti tofauti kuingiza kwenye ile mfuko. Mfano, nataka tu nitoe mfano, tumeona kwenye umeme REA imefanya vizuri sana, na sasa hivi almost kila kijiji kina umeme. Kwa, kwa mfano kwenye ile mfuko wa REA, ni serikali inaweza ikakubaliana angalau asilimia moja ikaingia kwenye mfuko in the long term ikatusaidia katika kufanda ule mfuko na kuweza watu wetu waweze kupata huduma. Lakini jambo la pili kwenye short term ni kwamba tunazo hizi program ambazo zilikuwa zinafanywa na, na, NGOs nyingi ambazo mm, zilikuwa mm, funded na USAID. Sasa hizi zinaweza zikaingia, tukasema zinaingia katika zingine kwenye mfumo wa kawaida wa matibabu mm, tulikuwa tunaziita vertical program, zinaweza kwenye horizontal program za kawaida, yani mgonjwa anapokuja clinic anaweza kuja kliniki ya magonjwa ya kuambukiza tukamuona pia kama mwenye, mwenye HIV tukampa ushauri, lakini pia tukaongeza, kwa sababu walikuwa wanafanya ufuatiliaji pia wa wagonjwa kwa majumbani ili kuweza kuwezesha kupata dawa. Tunao, tumeanzisha mfumo wa hudumu wa, wa, wa, wa afya ngazi ya jamii. Wale tunatakiwa kuwawezesha ili sasa wajue, wae na database kila moja kwenye eneo lake ya wale wagonjwa, ili wao wanawasisitiza kwenda kliniki ili waweze kuchukua dawa zao mm -hmm. Lakini at the same time lazima tuhakikisha kwamba eh, dawa zipo. Tunamshukuru waziri, Mheshimiwa Waziri Mkuu ametuhakikishia kwamba huduma zipo, na hiyo natufanya sisi kama madaktari mm -hmm. tuwe eh, tusiwe na wasiwasi, lakini mm -hmm. pia na wagonjwa wasiwe na wasiwasi mm -hmm. Kwa cha msingi ni kuhakikisha kwamba fedha zinaingia kwenye kwenye mfuko ili tusiwe eh, ugonjwa wetu wasikose hizi dawa mm. Kwa maneno mengine eh, unaashiria kusema kwamba unaashiria kusema kwamba msisitizo uwekweze katika utekelezaji wa huo mfuko. Umekuwepo kipindi chote lakini haukuwa. Mfuko huu umekuwepo tangu mwaka elfu mbili na moja na nadhani uh, na na, na tumekuwa tuifand kwa sababu tumekuwa tukipata msaada mm. Kwenye hii mifuko mikubwa ya dunia mifuko kama USAID tunapata CDC a Marekani, lakini pia Global Fund lakini pia pamoja na WHO kwenye eneo la chanjo mm. kwa mfano. Kwa hiyo nadhani hii iliyokuja ni, ni wake up call. Kwa maana ni lazima tuhakikishe tunawekeza au tunatengeneza tuna mikakati ya kwetu ya ndani kuhakikisha kwamba kwa hii mifuko yetu tunatengeneza ili kuweza kufund uh, afya za, za wananchi wetu. Nha. nashukuru sana. Ni san, Dr. Elisha Osati aliwahi kuwa raisi wa chama cha madaktari hapa nchini.